Mazungumzo na Charles Muhangu Kitwanga kutoka hapa nyumbani kwake Masaki, Dar es Salaam. Kitwanga na miaka 65 sasa hivi, alizaliwa Septemba 27, miaka takriban 65 iliyopita. Mei 20 mwaka 2016 Charles Kitwanga alitenguliwa nafasi yake ya uwaziri kwa kile kilichoelezwa kwamba ameingia bungeni akijibu maswali ati huku akiwa amelewa. Mpaka sasa suala la kutenguliwa kwa sababu ya kuingia bungeni ukiwa umelewa lina linakusumbua ama lilishafutika? Mimi niseme tu kwamba sikushituka, halijanisumbua na halitanisumbua kwa sababu nilikuwa najua kilichokuwa kinaendelea. Halijakuharibia kazi zako mpaka sasa? Mimi sijawahi kuona nimeharibikiwa kazi zangu, labda kama kuna mtu ana perception. Sasa perception huwezi ukaiondoa kwa watu, kwa sababu kinacholeta mtu ujisikie vibaya au ufanyeje ni nafsi, how do you feel siku hiyo kama ningekuwa nimeingia bungeni nimelewa, mpaka leo ingekuwa inanisumbua. Hukulewa? na si sitarajii kwamba labda kama mngewauliza walinipima wapi? Hmm, najua ili swala tumelizungumza mara kadhaa. Kitwanga hivi, yes, siku moja kabla ya kuingia bungeni pengine ulipiga masanga kidogo na, nilikuwa naumwa na nirudie tena, nilikuwa naumwa ndio wakati huo nilikuwa nimeanza kuumwa mgongo, lakini mat, pombe unatumia wakati huo? Nilikuwa natumia, sasa hivi kidogo imekuwa bahati mbaya nimeiacha. <laughs> bahati mbaya, sio bahati mbaya, kwa sababu sasa sichangii kodi kupitia kwa, kupitia makato ya <laughs> ya kunywa pombe. Kwa hivyo watu wa, wa, wa pombe watasema ni bahati mbaya, lakini mimi ni bahati nzuri kwangu, nimeiacha kwa sababu za kiafya, vile vile na umri. Sawa sawa, kwa hiyo haija kuharibia chochote. Haijaleta mushkeli kwenye biashara zako? Hata siku moja, kwa sababu kuna mambo mengi tu, hata ukienda kwenye biashara zangu na sijawahi kuulizwa na mtu kwamba wewe mbona mlevi, au hatuji kwenye biashara au hatuji kwa sababu wewe ni mlevi. Ila utani kwa marafiki zangu upo. Sasa utani nami na ujibu kwa utani ndo mpaka mm -hmm. Eh? nadhani niliwahi kushauri unaonaje, unge, ungetengeneza pombe itwe Kitwanga. Yeah, ulinishauri <laughs> na mimi <laughs> Kweli nilitaka hilo sana kwamba kwa nini tusiwe na bia moja au kinywaji fulani kiwe naitwa Kitwanga. <laughs> Kitwanga bia <laughs> Hey, Kitwanga bia uh, watu wali, waka, waka nikataza, kataza wakasema kwamba sasa, that is unfair, lakini ingekuwa ni faida kwangu, kwa sababu si ni trademark. Kwa hivyo kila inapouzwa ningepata ka percentage, si ningepata ka faida hapo kweli. Eh, lakini sasa bahati mbaya sana hilo labda halikutokea, au bahati nzuri halikutokea. Sawa. Maelezo yako mara zote unakanusha kwamba hukuingia bungeni ukiwa umelewa, na ni kama vile kuna watu wametengeneza tu skendo hiyo ili kukuharibia. Kutoka moyoni mwako, watu hao umewasamehe kabisa kabisa kabisa? Tena tena, tena sio kwamba nimewasamehe leo, nilishawasamehe zamani sana. Nikwambie kitu kimoja, usiposamehe unaishi na hilo tatizo milele. Hebu iweke vizuri, eh? Unasema usiposamehe utaishi na hilo tatizo milele. Mimi nilisamehe, nilishawasamehe, na huko waliko wanajifahamu. Of course wawe na amani kwamba mimi sina kinyongo na wala siwezi, ni kwamba Mwenyezi Mungu ndio atajibu. Kuna ambao bado wapo kwenye nafasi za uongozi eh, wapo wapo kwenye nafasi za uongozi mpaka sasa hata sasa hivi tunapoongea wapo. Nafasi za level gani sasa? Unaanza ma, maswali magumu hayo. Mimi naomba nisiseme hilo <laughs> sawa sawa. Katika hao hakuna ambaye amewahi kukupigia simu kukuomba msamaha? Sijawahi <laughs> kupata simu ya hivyo, ila, ila wale vijana baadhi walioshiriki walishakuja kuniomba msamaha mm. nia ya kukutengenezea ajali ya kisiasa ya kwamba umeingia bungeni umeelewa umeshaifahamu ilikuwa ni nini? Nilivifahamu ni vyeo tu, ni vyeo, walitaka utoke kwenye nafasi ya uwaziri. Hapana, mtu unaweza ukawa na cheo kidogo ukadhani hicho cheo kidogo mtu mwingine anakihitaji Sijakuelewa. kuelewa wewe, si hapo ni mtangazaji, ndio? Hivi unaonaje mtu mwingine akiwa anataka huo utangazaji wako ukadhani kwamba huyo anataka ule utangazaji wa, uwa, utangazaji wako ili wewe utoke pale? Naomba nikuelewe Kitwanga, nitoe mfano pengine mm, wewe ulikuwa waziri, kwa maana nafasi ya juu ya uwaziri, pengine ni waziri mkuu, makamu wa rais ama rais wenyewe ndio kwa mfano huo na hapana, mimi siwezi kuzungumzia hivyo. Mi nilikuwa ni waziri, labda alikuwa ni waziri mwenzangu labda alikuwa ni nani sijui, labda alikuwa ni mtu mwingine tu, kwa sababu kimsingi nafasi ya juu baada ya uwaziri ni kama hizo ambazo nimezitaja. Lakini hata uwaziri unatofautiana kwamba waziri wa mambo ya ndani anaweza kawa na hadhi kubwa zaidi, inawezekana kwa mtazamo wa mtu waliupata Sifahamu. Unawajua Kitwanga lakini je, unavyoona, waliopata walioutaka? Mimi sijui, mimi <laughs> e, nadhani hilo tuliache, sawa sawa. <laughs> E, ajali hii ya kisiasa ya mpaka kutenguliwa ndio ilifanya ukose tena ubunge kwa nafasi nyingine? Hapana, hapana. Nini kilitokea? kilichotokea ni kitu kingine kabisa. mm. Mm. Ni kweli ulishindwa? mimi ndio hivyo. Wewe unaweza ukafungiwa nyumbani kwako kwa wiki nzima usitoke au usinanihii, utakwenda kushinda. Hayo mambo ya kushinda au kushindwa unamwachia Mwenyezi Mungu. <coughs> Una mara gani? yaliyotokea yanajulikana na watu wanajua, na wewe unajua, unanichokonoa tu. Sasa mimi nisingependa kuingia kwenye hayo mambo. Sawa sawa. tunaelekea mwaka mmoja tangu kifo cha John Pombe Joseph Magufuli, ambaye yeye alikuwa ni swahiba wako hata wakati wa mchakato wa kumpata miaka rais, miaka minne kumradhi, miaka minne. Mm. mm. Hata wakati wa mchakato wa kumpata rais mwaka elfu mbili na kumi na tano. Mm. Kuna video ilienea sana, ukizungumza naye ukimwambia chukua fomu e, na yeye akatania kwamba watu watalimia meno tutataka kujua wa mtazamo wako kwa miaka hii minne tangu kifo chake, e, unatathmini vipi? Unaonaje, na pengine kama angelikuwepo unadhani nini na nini kingetokea ama kisingetokea, na mchango wake kwa ujumla aliyouacha, hii nadhani tutakuja kujibu punde baada ya break fupi. Au vipi, Kitwanga? Asante nam, ndugu zangu, hii ni power benki kutoka hapa Masaki, Dar es Salaam. Tupo na Charles Muhangwa Kitwanga tukizungumza kuhusiana na maswala mbalimbali mbali. Na sasa tumeanza kugusia siasa kwa ufupi, na haswa tukirejea hiyo miaka minne ya kifo cha JPM, na haswa pia tutaenda kwenye masuala mengineyo ya siasa. Mimi ni Stance la Lauslambert.